Huku unayosikiliza Baraka1 TV ikiwa ni tarehe kumi na nane za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa tisa eh, saa za Afrika Kati kumi majira ya Afrika ya Mashariki, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Rwanda yapata tena pigo jingine kubwa eh, Rwanda yaangukia pua. Kagame ateseka, anahangaika huku na huku, anatumia mbinu mbalimbali, lakini mambo bado ni magumu. Umoja wa Ulaya pamoja na Marekani wameweza kutoa E, vikwazo vingine vikubwa huku mwakilishi wa Marekani akija nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa barua kutoka kwa White House na Rais Donald Trump, ndiye ameweza kumtuma kwamba nenda kule DRC uende uniwakilishe ukutanane na mkuu wa nchi wa nchi hile Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, umwambie tuzungumze. Unaona <laughs> e, Marekani ndo anakuja kututembelea. Marekani anakuja kumuona Felix ile wakati sema, oh, Kabila Kabila alikuwa invite, alikuwa sana invite. Mm -hmm. Nani alikuwa invite sana nani eh? Ona delegasio kutoka Etazini inakuja yenyewe, tuende tumtafute Felix, tuende tumtafute hadi msafiri <laughs> uh yule tumtafute, rais wa DRC, tuongee naye biashara. Unaelewa? Pana. Oh, Kabila invité, Kabila iko invité kuinaugurasio ya president Trump. Oh, Felix akuitwa. Hii mbe, mtulie Felix, yeye yake ni officiel, ana kwa ana, man to man, akiamua akitaka mbe. Uh, uh, Trump habari gani bwana, nitakunywa chai kwako kesho. Samaki karibu wajalo. kwa hiyo ni so walikuja ili kuona na na rais kuweza kupangilia mipango mbalimbali mbali ya nchi, biashara, maendeleo. Tusa hilo e, liko hivyo na mm, Rwanda kuanguka chini na vikwazo ambavyo Rwanda imepewa ni tatizo kubwa sana. E, ni shida kubwa. Kwa hiyo Rwanda sasa hivi <laughs> iko sembana. Tutasikiza hii ujumbe, tutasikiza hii ujumbe. Ujumbe huu utakuwa ni ni wa maana sana. Ndugu zangu, kumbuka tu kwamba operesheni saidia ya mzalendo bado iko inaendelea. Na operesheni hii, lengo letu ni kusema kwamba tujipige pige tukusanye kwa juu ya kuwasaidia wazalendo. Angalau hata ile kigozi moja moja ya unga ya maharage waweze kupata msosi, ni, ni, ni, ni, ni jambo la maana. Sisi ambao tuko tunatembelea kule ndio tunajua gisi wako. Sawa? Tunatembelea kule tunaona situation na tunajua mali ambayo wako wanapitia. Kwa hiyo ndugu zangu, tuungane tushirikiane wote kwa pamoja weze kuwa na timiza hizi operation kikubwa. Pia tembelea Baraka 1 TV channel tu kule, utakutana na matukio mengi sana mengi sana ya yote ambayo yako inazidi kujiri chini ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Naam ndugu zangu Rwanda imepata pigo kubwa eh, Rwanda inapata shida kubwa. Rwanda sasa hivi umasikini, njaa unatawala Rwanda, wanapata roho mbaya, wanamchukia Paul Kagame, wanataka Kagame aondoke wa madarakani baada ya mapigo yote haya kutoka kwenye eh, mashirika mbalimbali mbali ya kimataifa ikiwemo moja wa Ulaya pamoja na nchi ya Marekani. Miongoni mwa pigo ambazo Rwanda imepata ni kuweza kupigiwa e, kupewa vikwazo vikwazo kwa watu wafuatao na pia Alliance of Congo kuweza kuandika barua ya kujiondoa kwenye mazungumzo ya Rwanda juu ya kipigo ambacho kio kinaendelea. So mambo iko ni moto. Tunazungumza na e, watu ambao wamepigwa vikwazo na nchi ya Marekani na Umoja wa Ulaya. No, tusome hivi kwa Kifaransa then tuje tuizungumze kwa Kiswahili. lunion europeenne frappe fort avec de nouvelles sanctions. Umoja wa Ulaya imefanya maajabu tena kwa vikwazo vingine vipya, dans le cadre de la guerre en cours dans l'est de la république démocratique du Congo, kwa vita ambayo iko inazidi kurindaa mashariki mwa DRC. L'union européenne a décidé, umoja eh, wa ulaya umeweza kufanya hivi, de imposer des sanctions, kwa kupiga vikwazo, a plusieurs individus, kwa watu wengi, et entités directement impliquées dans le conflit, na wale wote ambao wanahusika ndani ya vita hii. Voici la liste de personnes et organisations concernées, hapa ni majina ya watu na mashirika ambayo eh, yanahusika. Tunaanza na eh, Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa ni mratibu msaidizi wa AFC na M23, na yeye ndiye kamanda wa M23. Bertrand Bisimwa ndio president wa M23, huyu amepigwa sanction. Kuna Ruzi Karusisi huyu ni Asse commanda de force special rwandaise ni kamanda mkuu wa zamani wa vikosi maalum vya nchi ya Rwanda. Mwingine, kuna Desire Rukomera, huyu ni recriter propagandiste DM23 de nationalite rwandaise. huyu ni msajili ambaye alikuwa anasajili vijana kuingiza ndani ya M23 na anaeneza en, propaganda ya mishi na tatu ni raia wa Rwanda. Kuna John Imani Nzenze ni responsable de rasenyema, anahusika na, na masuala ya upelelezi ndani ya M23. Uh, kuna Eugene Nkubito huu ni kamanda wa kitengo cha tatu cha jeshi la Rwanda, RDF. Kuna Pasikari Muhizi huu ni kamanda wa vikosi vya mbili vya RDF kuna Jean Bosco Zobanimpa Banimpa, huyu ni anahusika uh, na masuala ya fedha ndani ya M23. Kuna Josefu Musanga alias Bahati Erasto, huyu ambaye ni bumbafu gavana ambaye amewekwa na Norkivu, amewekwa na magaidi wa M23 uh, ndani ya mji wa Bukavu. So, hii inapelekea sanksio hii kuweza kuwa nzito na hivyo kufanya eh, Rwanda kuweza kulia sana. So, Rwanda itakosa pa kukimbilia. Kitu kingine ni barua kutoka kwa Alliance Fleuve Congo M23 pamoja na RDF ambayo wameandika barua hii huku wakionyesha masikitiko yao na kusema kwamba wanajiondoa kwenye eh, mazungumzo ya Rwanda. Sasa mimi najiuliza nani aliwaita kwa mazungumzo?

Uh, inazungumza kwa masikitiko makubwa kuona kwamba baadhi ya mashirika ya kimataifa wanashindwa kabisa na kudharau uh, jitihada ambazo ziko zinafanyika za kuleta amani mashariki mwa jamhuri, nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, e, arandre impossible le pour parler, na hivyo kuleta ugumu wa mazungumzo ambayo yako yanahitaji yanasubiriwa ya kufanyika Les sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille des discussions de Luanda compromettent gravement les dialogues directs et, et empêchent toute avancée. Vikwazo hivyo meza kupigwa kwa washirika wetu wanapigwa uh, vikwazo wanya Rwanda, wanasema ni washirika wao, wakati wako nakataa kwamba Awana, awana, awana ushirikiano na na, RDF, na jeshi la Rwanda. Washenzi kweli! Kwa hiyo hii itasababisha mazungumzo ma yasiweza kuendelea. Wanasema cette attitude incompréhensible, mambo ma hayo yasiyokubalika, équivoque et ambigu ne fait que renforcer mais, ni hayo ya hivu ya ya hovyo ni ya kuweza kumpa nguvu bwana Félix.

Um, poursuivre leur campagne eh, belliciste a travers de multiples attaques au sol de bombardement. inaendeleza mambo yake ya kuweza kushambulia eh, ardhini kwa mashambulizo ya, ya mauaji ya kutumia ndege aina e za CH4 na e-drone za CH4 pamoja na ndege za kivita

mazungumzo na na ni kirere ni uh, kirere pia cha mzee wetu Lorenzo pia, uh, mzee wa kirere naye. So ndio hivyo na. Kwa hiyo mkiacha jamaa, jamani, kutokana na kipigo ambacho wako napata ndio wanaanza kufanya hivi. So wako wanaisha sana. Wako wanapigwa lakini wapi? Hebu tusikizeni Eh, jambo jambo, Papa Rajabu, habari za asubuhi. Tunashukuru tunaona unakucha. Tumesikia mapendekezo yako ambayo ulipendekeza kwamba kama mtu anapana ujumbe anaangalia gisi ya kupana ujumbe. Tunashukuru kwa kweli eh, kila kitu ni mafundisho bo tunashukuru sana e, kwa, ma, kwa watu ambao wamesema maia asubuhi. Tunashukuru, tumefuatilia kila mtu na pendekezo lake, lakini ombi langu moja ninataka kusema apa Rajabu, ukuwa unafanya uchambuzi wa kila mtu mwenyewe ikuwa anasema kwenye mtandao nafanya uchambuzi unachambua maneno anayotaka kusema, anasema wakati unaisikiliza ile maneno, haiwezi leta matunda mazuri, haiwezi jenga. Kwa sehemu ya pili, usimupe nafasi tena ya kusema. Kwa sababu gani nasema jambo hili? watu wako wanasema vitu vyenye hajue, hajue historia, hajue hajue mwelekeo. Bo sawa, huyu mwenyi anasema juu ya batu, juu ya batu, juu ya Bahavu. Vile vitu vya matribalisme ya kusema kabila ya mtu havilete faida ku batu kila kabila ikwamo watu bazuri na watu wabaya. Kila kabila ikwamo watu bazuri na watu wabaya. Mubahavu muko bazuri na wabaya, mubamushi muko bazuri na wabaya, mubabembe muko bazuri na wabaya, mubarega muko bazuri na wabaya. Kila kabila yenyi ikwa Mkongo ikwamo bazuri na wabaya. M23 haikuanzwa na Bahavu, ijapokuwa banaweza kubasaliri muvema ya M23. Kwanza, banzilishi ya M23 ni bakinua, ni bangala njo bana, bana kuyaka na M23, batoka Kisangani, batu ya iziro Ukaangalia wako wa mingi mu wa M23, ba bafondater ya M23, sio kwamba ni watu ya ijwi ndio ba wafondater ya M23. M23 ya kwanza ili kuyaka na wa Jean Pierre Ondekane, ilikula ili kuyaka na ba Artire Zahidi Ngoma, ili kua ili kuyaka na ba Ernest Wamba dia Wamba, ili kuyaka na ba, na ba Silvain Buki ni murega ili kuyaka na batu ba mingi wa Kongomani, ba haiko batu yaijwi njo balianzisha ka M23 bakina bala, balamagenjwa alikuwa mutu waijwi wa mumoya tu mwenye alikuwa kama M23 wakati M23 ilianzaka. Sasa ule ndugu yuko anasema anasema maneno ya ku, ya kuonyesha kama bahavu bote ni Banyarwanda. Ule ni mutu mwenye akili yake nakufa kabisa, batu ya hivi anajua, watu ya hivi ni bahavu ya watu hivi, meanzwa na banyamacha, imeanzwa na banyamacha balega banyamacha njo balianza ijwe akili banayitwaka mestar bale watu, watu vya bagusema maneno yenye haina kichwa na migulu mkuemu nabapatia mashauri kwenye redio basi ingi basi pitishe maneno sawa. Ule mwenyana anaingia na mara moja anaanza kutukana rais wa nchi, wakumtia pale Kinshasa, anaweza ongoza taifa, aseme iko anafanya maakoro, iko anafanya maakoro, wakumtia mguvernema, anaweza ongoza, ongoza inchi kama vile Felix iko anaiongoza ile yote ni buwerewere. Abakongomani abakuwa mbele aseme neno inafaa aseme neno na, ana, anaikala ajifunze, nitasema hii neno, eske naweza jenga taifa, eske naweza kuleta amani ku watu. Asiseme maneno kwa kujipendekeza, inafaa kukuwa mna banajua bana ya kwamba Haiko kukua kabila fulani njo kujenga inchi, haiko kukua fulani, kabila fulani njo kujenga inchi apan. Si tuko tunasema juu ya bazalendo, bazalendo bakuamo, bakuamo makabila zote za Kongo, simulemubazalendo muko bahavu, mulemubazalendo muko barega, mulemubazalendo muko bamushi muko, mu, muko baatu muko ba mutu kutetea inchi sio kwamba juu ya kabila yake njomananatetea inji, njo kusema mkuwe mnashauria batu bajue vya kusema ku wakati ya mamedia basikuwe na maneno ya, ku, ya kuzarao raisi wa kumtukana raisi. Hapana, hapana, hapana, apana, apana, apana, apana. Mkuwe mnakataza watu batu kama vile kiongozi ni kiongozi kuko byenyi ikwanafanya byenyi bengine habawezi fanya. Kuko bya mingi bya mingi byenyi ikwanafanya wakumutia aikale muguvernema ya Congo aongozane na bile bichwa byenyi biko mule eso ana, anaweza baongoza. Mukwe munashauria batu munafundisha watu gisi banapashwa kusema hapana kutukana raisi. Raisi ni raisi, kiongozi ni kiongozi eh. Njo vile baba yangu mie, nilipenda kupana angalisho kwa watu wenye wako wanasemasema vyenye hawajui. M23 waliingia hiji, aseme waliwakaribisha waliwakaribisha, wali wakati wana wakaribisha pale hiju kulikuwa askari hmm? Hijuu ilikuwa wazi, hakuna askari, hakuna polisi. Wanaingia hijuu, wanaingia sasa. Mwenye iko na bunduki utamkatalia, utamukatalia siingie? na ukikatala kumkaribisha, sasa kupiga tu. Kuna vitu vyenyi munapashwa kuambia batu, basi basigue, wanajisemesha kwa hali ya kujipendekeza, kama wao njo wazuri bengine habako habawezi kuwa wazuri. Mkuwe mnafundisha batu gisi ya kusema kabisa. Batu ya Bukavu bangelifanya nini? Jeshi lote li, lilitoka mubukavu likaacha raia bako bopeke, sasa bangelifanya nini? Bangelifanya nini? Asipo mpigia mikono hata muua amupigie mikono hata muo. Adui ni adui tu, njo vile vinakuwaka eh. Lakini vraiment mwambie watu mbela aingie kumedia mbela, atume ujumbe atume voice, ajue maneno ya kusema hapana kusema sawa, mutu mwenyi hana akili ndani yake wala anasema kusudi batu wasikie kama naye anasemaka sana, wala anakuaka mkali sana. Mtu anapanaka mashauri yenyi naweza jenga yenyi naweza haimiza yenyi naweza sogeza, mtu mwingine anasema huyu mtu alisema na iko na susi na nje. Joville, asante sana, tunashukuru Papa Rajabu sababu wewe unapana unapanda vipindi kukila mtu kukila mtu kabisa. Mungu akubariki sana E, na zaidi pendekezo lingine kwa kweli e, nawaza ume kuna ujumbe ambao nimetuma mwahii saa kumi na moja za asubuhi kuhusu kuangalia vizuri pale kumuji wetu wa Uvira. E, mfanye uchunguzi sana sana sana sana sana, juu adui hana sura, hauwezi kujua jinsi anavyotembea. Mfanye uchunguzi sana sana kabisa, mkuwe mnafanya misako kwa manyumba za watu, kila mtu mjue wageni iko nao e, wana sura gani, wana lengo gani? njoe hivyo, adui asija kafamia mungini bila nyinyi kujua. Ufanye hivyo kabisa, ni mzuri zaidi. Asante sana. Habari yako, bwana mtangazaji wa Baraka One TV, ya, uko salama ndugu yangu? Ya, vraiment ni kwa, naomba tu kusema, ndugu yangu, usiweze kutuchoka kabisa. Ya, tunajua vrema tuko tunatuma maodio nyingi saa moja hata kabisa, zina kuchanganya sana kabisa, lakini vrema tuko na uhuru yote ya kuweza kutoa kile kiiko ndani ya moyo wetu kwa sababu yasusi ya, ya nchi yetu na ile mambo ambayo iko naendelea katika nchi yetu, vrema hatuwezi kosa kutoa maoni yetu vrema, na kutumia maodio nyingi, kutumia, tuko na ile uwezo ya kutumia hata maodio kumi kwa siku lakini tunatuma tu moja mbili tatu, ya tusamee tu ndugu yangu, vraiment utuvumilie, vraiment utuvumilie, vraiment utuvumilie, kwako nji huru uhuru ya kama vile ndugu zetu wako Goma, Bukavu mali kwenye awa washenzi wako, awa mapante wako wenzetu kule, awana hata ile huru ya kuweza kusema venye sisi tuko tunasema hivi lakini Mungu alitupatia uwezo na ile uhuru kwa kwa Baraka1 TV kuweza kusema na kutetea ndugu zetu mahali walipo. Ya na hii maojo zetu na hizi maoni zetu ziko zinafika na wako wanazisikia, wana vrema ya na ni uu na umoja wa uzalendo ya, ndugu yangu nilikuwa nataka kuongea hivi kusema ndugu yangu. Mimi jambo moja ambao mimi nashangaa na President Felix. Vrema huyo ni president wetu sava. Lakini iko na maerere na iko na mafeblese mingi sana. President wetu hana mshimamo kama vile wa president wengine. President wetu ana hasira kabisa. Na mtu ambaye ana hasira aweziweza kufanya chochote. Mtu ambaye haja kasirika haja kasirika, hawezi fanya kitu chochote. Lakini mtu yule ambaye amekasirika, anaweza fanya jambo yoyote ile, iwe mbaya iwe nzuri, yoyote ile anaweza fanya bila kuangalia upande wa kulia, upande wa kushoto, bila kuangalia watu watasema nini, wazungu watasema nini juu yeye bado haja kasirika, inamaanisha hana susia nchi, hana susia nchi, hana susia peple raia yake ambao wako na kufa Bukavu, Goma. Mimi kitu ambacho kinanishangaza zaidi, kuona vrema kama anaweza kubali tena hii wito vrema, mi na regrete sana kama yeye mwenyewe alitangaza kusema auwezi kunegosie na wa wa teroristi. Koma inamkujia koma tu asikie, huyu Lorenzo kama Lorenzo kama Lorenzo eh? amusikie amuite, aende kumuingiza mu hii ideology ya kwanza kunegosie na wa wa shenzi hawa yeye mwenyewe alikuwa anawaita wa teroristi, aweze kuongea na wale watu ambao wauwaji. Asante sana ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV, kokote ambao unakuwa kwa simu, matangazo yetu, big up kwa wote, na tukutane majira ya saa kumi na mbili kwa mitazamo mbalimbali ya wananchi. Rajabu Akili Kabonga. Uh, yes. uh, lakini pia kumbuka uh, kwamba operesheni yetu saidia mzalendo iko inaendelea kwa hiyo kama bado hujaungana na sisi, fanya chini juu, ili tuweze kuungana wote kwa pamoja, na gurudumu hili tulifikishe mbele wote kwa pamoja.